Tumeweza kushuhudia video zikiwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwa zinaonyesha mke wa marehemu MC Pilipili akiwasili Dodoma kwa ajili tu ya kumzika mume wake, lakini pia kwa ajili tu eh, ya kuonesha licha ya kwamba walikuwa na mapungufu katika ndoa yao eh, basi bado ataendelea kubaki kuwa kama aliyekuwa mke wake, lakini pia bado eh, ni lazima angefika katika mazishi kwa ajili ya kumzika mume wake na baba wa mtoto wake, na kama ambavyo tumeona katika video amewasili pamoja na mtoto wake, lakini pia na baadhi ya ndugu zake wameweza kumsindikiza, na namna ambavyo anaonekana anaonekana ni dada ambaye ana majonzi sana, ni dada ambaye anapitia kipindi kigumu kwa sasa hivi, kwani ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii amekuwa ni mwanamke ambaye anazushiwa maneno mengi, lakini wengine wakiwa wanamtupia lawama kwamba yeye ndiye chanzo cha kifo cha mume wake, kwani kuna mambo ambayo yanazungumzwa kwamba ule uzito ambao huyu mwanamke anao basi ndio ambao umesababisha ugomvi katika ndoa hey, yao. Sasa baada tu ya kufika katika msiba tumeweza kuona hey, namna ambavyo kila mmoja ameangua kilio hey, baada tu ya kumuona huyu mke wa marehemu MC Pilipili hey, kila mmoja akawa anaongeza majonzi, mwingine anazungumza hivi hey, wengine wakawa wanaongeza sauti kwa kulia hey, ni kama vile wamemwona mtu wa tofauti kwamba Hawakutarajia wala hawakutegemea kwamba huyu mwanamke angefika katika msiba, licha ya kwamba maneno ambayo amezungumziwa mitandaoni, wengine wakawa wanadai mwanamke tayari ameharibika kisaikolojia kutokana na ile hali ya kwamba watu wamemzushia maneno mengi, wamemshambulia mitandaoni. Lakini bado mwanamke huyu ameinuka tena na bado ameendelea kuonesha upendo wake wa dhati kwa marehemu mume wake kipenzi, amefika tayari Dodoma, lakini pia tayari ameshawasili katika msiba baada tu kuwasili kwa mke wa marehemu MC Pilipili, msemaji mkuu wa familia ameamua kuzungumza nini ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, kwa kwani baada tu ya mke wa marehemu MC Pilipili kufika, kuna mengi ambayo walitakiwa kuzungumza wao kama familia, na msemaji mkuu wa familia amedai kwamba kwa sasa hivi tunaitisha kikao, ili mradi tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho ambacho kilitokea, lakini pia tunatamani sisi kama familia kufahamu nini ambacho kilipelekea ndoa yao kupata Cash, kwa sababu mara nyingi sana marehemu MC Pilipili alikuwa akiulizwa na ndugu zake kwamba kwa sasa hivi kwa nini hauishi na mke wako? Yeye binafsi alikuwa anaficha na kurai kwamba tupo ni sawa, tupo sawa. Mambo madogo, madogo tu tutaweka sawa, lakini imewashangaza wengi kuona kwamba marehemu ameshindwa kuhimili yale mawazo ambayo alikuwa nayo juu ya ndoa yake, lakini familia tayari imeshathibitisha kwamba sababu kubwa ya kifo chake ni majeraha ya kupigwa Uh, kifo chake na wala si vinginevyo, kama ambavyo mitandao inamshambulia uh, aliyekuwa mke wa marehemu MC Pilipili uh, Kikao hicho kitakuwa kinahusu nini? Endelea kutufuatilia ili mradi tuweze kukuletea uh, kila ambacho kitajiri katika msiba huu mzito. Tunaweza kusema ni msiba Anapenda sana ibada. Kuna moja ya video imesambaa kweli mitandaoni ikiwa inamuonesha MC Pilipili akiwa anafanywa interview na mwandishi wa habari, lakini baadaye kuna azana eh, ambayo ilikuwa inaazini eh, basi marehemu MC Pilipili akamwambia mwandishi wa habari, hebu subiri kwanza hii azana ipite alafu baadaye ndipo tuendelee na mahojiano. Na alipoulizwa kwa nini ameamua kusitisha mahojiano kwa ajili ya azana na huku ukiangalia yeye ni Mkristo, alijibu swali hilo vizuri kabisa na kudai kwamba ana uhakika kabisa kwamba ile ni ibada kamili, licha ya kwamba ni dini ya Kiislamu, lakini anaamini ni muda ambao watu huwa wanakaa karibu na Mungu wao. Alitamani kuheshimu hilo na maisha mengine yakawa yanaendelea. Hiyo klipu kila mmoja amefurahia na kuona kwamba marehemu MC Pilipili alikuwa na msimamo mzuri sana na Mwenyezi Mungu, lakini pia alikuwa anaonesha nia yake ya dhati, kwani hapo baadaye alitamani sana kuwa mchungaji na hicho kitu kilikuwa ndani yake kila siku alikuwa anazungumza kwamba anatamani afike e, mahali niwe mchungaji. Na mara nyingi sana alishaanzisha e, hata zile darasa za kufundisha e, mitandaoni. Mara nyingi unakuta amekaa tu hivi ameanza kufundisha ibada ameanza kufundisha neno la Mungu na baadaye anaposti katika peji yake ya Instagram. Nini kitajiri? Nini kitatokea katika hicho kikao ambacho eh, familia nzima ya marehemu MC Pili Pili imeamua kukianzisha kwa ajili tu ya kujadiliana kuhusiana na namna ambavyo wataweza kufanya siku ya mazishi lamisi, lakini pia eh, wanatamani sana kujua eh, mwenza wa marehemu MC Pili Pili ilikuwaje, kuwaje, eh, mpaka ndoa yao ikapata mushkil, lakini pia ikawaje ikawaje mpaka huyu dada inasemekana ujauzito sio wa marehemu MC Pilipili. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, ku like na turn on notification, ili mradi tu uweze kupata kila habari ambayo inatokea ndani na nje ya nchi ya Tanzania.